na kwenye biashara, baraza la mfumo wa utoaji risiti za uhifadhi bidhaa kwenye maghala linakadiria maombi ya, ya maghala zaidi ya mia tano ambayo yametuma maombi ya kujumuishwa kwenye mfumo huo. Mwenyekiti wa baraza hilo Felicity Biriri amesema kwamba baraza hilo litajumuisha bidhaa nne zaidi kwenye mfumo huo na akaitaka Benki Kuu ya Kenya kuharakisha utaratibu wa kuidhinisha bidhaa hizo kwa taasisi za mikopo ili kufaidi wakulima zaidi. Taarifa hii na nyinginezo kwa kina ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Wenye maghala ya kibinafsi wameshauriwa kutuma maombi ya leseni kutoka kwa baraza la mfumo wa utoaji risiti za uhifadhi bidhaa ili waweze kutoa huduma za amana kwa wakulima wa viwango vya chini. Baraza hilo linasema linakadiria kuongeza kahawa, majani chai, maziwa na viazi miongoni mwa bidhaa zinazohifadhiwa kwenye maghala hayo, na hivyo ipo haja ya kuyajumuisha maghala zaidi chini ya mfumo huo, wakulima wanaweza kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kifedha kwa kutumia bidhaa zilizohifadhiwa kama dhamana. Institutions are at different stages in engaging our regulator to get approvals for, for those products to, to finance the farmers. Kwingineko, taasisi za utoaji mikopo zimehimizwa kubuni huduma spesheli zitakazowezesha wateja kupata pikipiki zinazotumia umeme kwa urahisi. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Vifa Consult, Victor Otieno, amesema ipo haja ya kubuniwa kwa njia mbadala na nafuu za kulipa mikopo ili kuwawezesha wahudumu kuanza kupokea mapato punde tu baada ya kuzinunua. Hatua hiyo pia itapunguza gharama ya uendeshaji shughuli na hivyo kurahisisha mpito kutoka pikipiki za awali hadi zile zinazotumia umeme bali na kuwaongezea faida wa huduma. There is need for concerted effort, uh, uh, both from private sector as well as, uh, from government in terms of providing incentives that would allow for, uh, borders to transition in a manner that makes economic sense. Na mwishowe ipo haja ya dharura ya kukumbatia matumizi ya akili mnemba ili kuleta mageuzi katika sekta ya elimu na kuwaandaa wanafunzi kwa maisha ya usoni. Akiongea wakati wa kongamano kuhusu matumizi ya akili mnemba na uvumbuzi katika chuo kikuu cha Catholic University of Eastern Africa, naibu Chancellor Professor Stephen Bogwa alisema taasisi za elimu zinapaswa kuanza kutoa mafunzo kuhusu akili mnemba ili kuboresha matokeo. We are putting up maybe from July a complete about 37 lecture halls, new block with the smart classrooms, and that is our commitment to make sure that our learners